Okay, ebani, kama nilivyokuambia mimi kama Mastaz TV nitakuelekeza, nitakuonyesha leo, kile ambacho kitenda kutembea huku tulipo, location ambayo ni Adiki akiwa na memuhusisha Kuba. Ebani, lakini harakati ya siku kutoka kule kuna clue itoka nayo, pengine tungetamani tujue hii clue, ni kina nani zake na Diki. Hii tujue mpaka saa hizi, kipi ambacho kimewafanya wakae huku, hebu ngoja tuanze na mmoja mmoja. Blaza ni aje? Freshi. Mambo ni gani? Amani, amani. Karakati imekaja mdogo mdogo, mambo yanaenda. Naona unafuatilia nini? Unafuatilia masuala ya DRC Congo. Labda pengine tungetamani tujue ujue wako huku wewe ni wa nini? Na Diki kama nani yako mpaka uamue kufanya hivi kumsupport hivyo. Ujio wangu kuja kama na huku, kwa nikija kwenye msafara huu, mimi ni fans. Yeah, fans. Kwa Diki ni mtu wangu wa karibu sana yani, msanii wangu ambayo mimi nikiangalia kwenye mafansi mimi namba moja yeah. Hivi unajua kuna urafiki afu kuna ushabiki. M Diki uko wapi hapo, yani yupo kwenye urafiki yupo kwenye ushabiki, popote popote yupo. Yeah. Ngoma gani ambayo unaweza kusema kwamba Diki leo ameua, ngoma gani leo ameua? Yani ngoma zake nikizicheki zote zimeua, kuona mkubali asilimia yeah. Zote asilimia tisini yako. <laughs> <Kuna kwa amini. laughs> na ile bwana anajisemesha kwa kuwa niko naye lakini nikiwa yeah. sipo naye. Bwana niamini. Bwana kuamini. Hapa ananiona mitaani. Okay. tuzungumzie, kuna pengine kuna mchango wote ambao ulichangia bwana Diki Limali na mimi fike kule. Unajua kuko na tumia nauli. Diki Limali na mimi fike kule, bwana nitahusika na hichi aidha na, na kuomba unisaidie hichi. Hivi wewe uko wapi hapo? Ya kwenye mchango. Leta, nikasema yeye kwanza ni mchango kwangu pia na mimi ni mchango kwake, so siwezi nikasema kwamba mimi nimejichangiza au yeye kani, hapana. Yaani sababu ya kuja hapa ni kwa ajili ya kufanya kwanza kazi yeah. ya kumsupport. Maana akija peke yake si tumebaki nyumbani Light, akitukuta nyumbani tunazungumza kwamba oh, Decky mimi namwelewa sana, afu kwenye ishu kama na hizi atufiki na kuwa so nitaki kusema kwamba tu ni kuja kusupport kazi iende mbele mm, kwa niaba ya kukuza brand, tukielewa kwanza katika sanaa ya Decky kuna kundi ipo hiyo eh, kundi ndio kundi kundi ambayo ipo huwa inaitwa ni Midoshi fans. Kwenye kundi hilo mimi huwa ni mkuu pale ah, yeah. ndio maana <laughs> viongozi wa Midoshi mimi <laughs> ndio kiongozi sawa, so, e, kama na hizi siwezi nikakosa, mm, kivile Eh, hii collaboration umeonaje, yeah. Collaboration ipo fresh maana imeenda viral. Okay. Tukienda kuangalia YouTube ni namba moja kwenye nyimbo ya IP ambazo amezitoa ina maana hapa yeah. Ni IP yeah, hii nyimbo ambayo inashutiwa hapa ipo kwenye IP ambayo alienda kuizindua siku hizi ngapi zilizobaki hapa nyuma. Kirefu chake IP IP yetu imeenda kwa kirefu cha yani, kirefu chake kiaje? Kwanza yani kirefu ile IP ni album. Ngoja kwanza tukamwangalia mwingine, naona kuna cameraman ambaye ni mshika picha wake, baba ni aje? Safi so, arakati atamshukuru Mungu na kuona kamera muda sana yeah. mm. Nafikiri ndo kazi yangu ambayo wa wanafanya nikiwa na location, ndo kwangu ni kawaida, ni aishangazi kwa hiyo unataka kuniambia popote alipo Decky wewe lazima uwepo kwa ajili ya kumshika picha, yani kila event ya ambayo atakua nayo popote atakapokuwa, yani lazima niwepo. Kwa hiyo picha zao yana ameshakubali sana katika hiyo hiyo hiyo nafasi. Yeah, nafikiri alianza na, na mwalimu wangu ambaye ni Kabaisa. Yeah, ndo alikuwa mwalimu wangu, mwisho wa siku akawa amenikubali. Baada ya kuona kabisa na mambo mengi sana shughuli za huku na huku, akaona ile kupata usumbufu wa kameramani kidogo itakuwa changamoto, so akawa amenichagua mimi yeah. Ina maana wewe ili, ili upate kazi kwa Diki imetokana kabisa yeah. Nasema kabisa kabisa maana ndo alikuwa mtu wa kwanza kufanya naye kazi nyingi. Yeah. Kuna La... maswala malipo sijui yanaendaje? Nafikiri tupo kwenye mkataba ia mkataba, namshukuru na Mungu sababu ni mtu ambaye anazingatia sana wenyeola malipo. Inapofikia muda ambao tumekubaliana malipo yanatokea chapu e. Ikisema kwamba ndio vile bana, Decky hajanilipa aidha huu mkataba, na kuna namna fulani naona huu mwezi aidha huu mwaka malipo hayako vizuri, kuna namna unaweza kumkimbia no? Unajua siwezi nikaingilia, unajua yeye ana management kama okay, na management yangu Pengine management inaweza ikawa imeyumba mahali, mimi siwezi nikafahamu, na ni nje ya maswala yangu, yanahusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kitu ambacho leo anaweza kanifanyia ni kusema kwamba mdogo wangu, ni moja mbili tatu, kuna changamoto imetokea, kwa hiyo unakuta mambo inaenda hivyo, tunaelewana, kwa sababu ni mtu ambaye anazingatia, kwa hiyo unapotokea swala la changamoto kwa siku moja, haina maana kwamba ndo niachane naye you know, yeah. Sasa hivi unaye muda gani kwenye kazi? kwenye kazi sasa hivi mimi ni almost miaka miwili sasa hivi. Yeah. Okay. Kuna muda umekimbia sana ya, kuna muda kwanza, inahitaji mafunzo yani, nilikaa chini kwanza. Unajua kwenye hizo kazi sio muda wa kurupuka tu kwamba nimekuwa na kamera naweza nikafanya kazi, no, inahitaji mafunzo na, yeah. na mpaka sasa hivi licha kwamba inikubali, lakini bado mafunzo yanaendelea, yeah. Picha gani, picha gani ambayo Decky ashakwambia bwanangu hapa? mm -mm. Hii mwanangu ameshika ipenda sana na story post. Hamna picha ambayo nimempiga akashindwa kuipost isipokuwa comment waga zipo. Ilikuwa ni picha moja ambayo tulipiga um, kipindi alikuwa na shoot challenge ya Goma nilimpiga yeah. Picha, lakini nilikuwa na lensi ambayo kidogo ilikuwa imenipa changamoto kwenye suala zima la focus. Kwa hiyo yeah, picha ilikuwa kali yani, ila ukizoom inaonyesha focus kwamba imeingia sana kwa hiyo unajikuta kwamba picha iko imepoteza ile quality, ile quality, lakini ukizunguka karibu, kwa mtu ambaye anaangalia kwa karibu ni picha kali. Lakini hiyo yeah, ambia basi zoom hiyo picha zenu tuniambie, akasema ah, mdogo wangu da. Umeona mbali lakini nitaiposti hivyo hivyo. Sasa yeah, yeah, na shumu kwamba alifanya hivyo, mimi sio ni changamoto yote. Kawaida. No, kuna muda Decky kuposti picha hivyo tu kwa sababu akupe moyo. Kwa mawazo yangu ya haraka haraka, naona hivyo kwenye hiyo picha, lakini sio tu kwamba ni picha ambayo unaweza kushindwa kupost no. Eh, hey, kwa sababu kwamba ilikuwa ni mbaya kiibu tu kwamba ushindwe kupost no? Isipokuwa tu tunaangalia kweli tunajua Decky ni msanii mkubwa na lazima kuna mtu atamfuatilia. Ajua, ah, hii picha vipi? Mbona amepost ni iko hivi? Kwa hiyo nakuwa na hofu, lakini kwa mtu mwingine wa kawaida naona kama aweza kanjaji sana kivile, ya, lakini kwa sababu picha ilikuwa ni kali ndio lela. Changamoto ndio hiyo focus ilizidi. Sawa na hamna kabaya. Nimeshakuelewa. Hebu na kama nilivyokuambia bwana, tuko location na unajua, hii hapa ndio crew ambayo iliongozana na Diki kutoka kule mpaka hapa na mpaka time hii brother Samani. Tuongee. Ngoja tumpambane na baba. Kwa sababu baba naye kuna muda vibe mnampanda sana. Hebu brother tuongee bwana, mambo ni aje? Ah, fresh mwanangu. Harakati. Ah, tunamshukuru Mungu. Mishe vipi lakini? Ah, tuko poa kabisa. Hivi kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Jile. Yeah. Bana, nimekuona kuanzia mwanzo wa safari hii mpaka sasa hivi. Pengine unaweza ukatuambia umewakilisha kama nani? Ya yeah, mimi nimewakilisha kwa sababu mimi ni fansi wa Midoshi na ndio maana hadi kwa mdao nipo hapa yeah. Kitu gani ambacho umekiona kiko sawa hapa? Yeah, mazingira tu yamekaa yapo vizuri sana. Kipi ambacho unakiona hapa? Mm-mm, kuna muda kazi location changamoto. Ah, bado sijaona sijaona changamoto yoyote Yeah, ila ya ila naona tu mambo yapo vizuri. Hii location yako ya ngapi wewe kuongozana na Diki? Mimi location yangu ya nne hivi. Yeah. Alafu mara ngine mnakuja hapa hapa. Ah, sio hapa hapa. Same tofauti tofauti. Yeah. Umbali gani, um, yani umbali gani mwenye Dickson ashao kupeleka pia na wewe? Tofauti na hapa. Umbali uh, bado hajanipeleka umbali sana yani, ndio ya kwanza kabisa, ndio location ya kwanza yeye kunitoa umbali wa kutoka Kempo hadi hapa ya yeah. kuna muda umeshukuru sana wewe kuongozana naye ya yeah, mimi nashukuru sana kuongozana na Decky wewe si unajua Decky ni msanii mkubwa kempu pale yeah, na kila vimba yeah, kila mtu anatamani kutembea na Decky. Sawa. yeah. pengine, nitamani sasa niangalie hii crew kwa sababu so, Decky ameongozana na pikipiki piki nyingi sana kama pikipiki nne kama sijakosea nne au tano hebu niambie hii bajeti nzima ameisimamia nani? hii bajeti kwa mimi ninavyojua amesimamia Decky mwenyewe yani, yeah. Kwa kuna muda u unaweza ukamlaumu, aidha unaweza ukasema amejitolea, kwa sababu nyinyi mafansi aidha. ah, yeah. Yeah, ni wana mimi siwezi nikajilaumu, ya ni kwamba tu amejitolea ya, amejitolea. Mlimuomba lakini ah, sisi hatujamuomba yeye, yeah, ameamua kabisa kutuita mafansi wake tuwe naye pamoja yeah hiyo ndo kama hivyo hivo, yeah, ndo hivo. Sawa, pengine unaweza ukawambia changamoto either kile ambacho umeenjoy ukiwa uh, <laughs> yeah, yeah, na Decky siku ya leo ukawambia mafansi. Kuenjoy, kuenjoy tumeenjoy sana, tumekula, tumekunywa maji na kutembea pia yeah, tumeenjoy tu sana. Kuna muda watu wanaweza kusema kasema ah, mlikula nini? si mlikula tu maandazi. Mandazi. <laughs> <laughs> ila so mandazi. Tumekula vitu vingi sana nyama, ndizi Ya. Yeah. Pia tuzungumze maji sana. Hapa tuko kwenye location ya nani? ya nani ya, ya, ya, ya, ya kisima pale au ndo maji ambayo mnatumia? Ah so hayo tumekunywa jambo yani. <laughs> Yeah. jambo, jambo. Yeah. Yale maji fulani ya kifahari. Yale, yeah. Maji fresh yeah. Ya. Basi hamna kabaya bwana tunawazungukia bwana, hebu tumwende. Okay. mwingine mmoja maana Bana tulikuja wengi sana eh. Safari kwani ya watu wengi. Tusikie Bana, kwa kwa, kuna namna ndio meneja wa Diki sio? Meneja bali mimi ni mshabiki wake, tena fansi wake, tena Diki braza wangu. Kifamilia yeah. au ndio hivyo? Kifamilia Yeah. Kwa nini Diki ameamua leo aongozani tuna wafansi asiongozani na meneja na sijui mtu wa kufanya makeup akaongozana na, na, na mtu wa location managers? Ah, hiyo itabidi sasa muulize yeye. Ila si si tunakuja kwa sababu si ni wafansi afu washabiki kwa Midoshi mm. yeah, wana... Midoshi ndio timu ambayo anasimamia nani? Diki. Ndio. mm. Na hiyo timu wewe umo? Ndio nimo. Amna, yani sisi tu ni wafansi wa Midoshi ah, ya, ya familia ndio. Oh, oh. Kuna namna pia wewe unaweza kama hivi Aisha kuelekeza muziki? Amna, ajawai kunielekeza kwa maana mimi mwenyewe sijapenda, ila nikipenda tanielekeza pengine, yeah. kuniambia umejisikiaje leo kutembea na brother yako da? Yani, tu nimejisikia rafu <laughs> Yani, kitu ambacho yani, yani siwezi nikakielezea kifupi, ila tu nimejisikia furaha na raha yani. Yeah. La, lakini pia uone kaka ameingia sara kwa siku aliyokutembea tu mafansi. Ya yeah, hiyo ni kawaida na ni changamoto za mziki yeah, bila sara hapo hawezi kaenda, maana inabidi kwanza uwe na sara. Yani, yani kifupi tu ni changamoto za mziki ya, za wasanii ambao wanapitia hizo. Saat, te, te. Pengine kuna watu wanaokutazama pale wewe kama sasa mdogo mtu kwa mwanamuziki unaweza ukawaambia nini? Aa, unaweza ukawatoa ofu ya, ya nini ya hii location ya kakako? Ya, yeah, kikubwa tu wazidi kumsapoti yeah, yani wazidi tu kumsupport na wazidi kumwangalia, maana n yani muziki bila kusapotia hauwezi ukaenda. yeah, wa okay. Ya inabidi watoe sapoti kwake ambao wanampenda na ambao wampendi pia wanaweza kujitahidi hata kutoa sapoti. Si unajua tena mambo kama haya, muziki bila sapoti hauendi. Imani hawa hapa ndio watu ambao nani Decky aliamua leo kutembea nao, kutoka nao, Checheni kuja nao mpaka hapa Mvugwe. Unajua bana, kutoka kule mpaka hapa ni gharama. Sema mshikaji aliamua kujitolea, alafu tena nilitegemea amekuja na manager, na mtu wa makeup na mtu wa location manager, lakini wote hawa ni mafansi. Kwa hiyo tum, tum support ndugu yetu, tum support yuko mbali, na kama anavodai hapa ndio muziki wake wa kwanza kwenye EP unaenda viral so bana, kama nilivyokuambia, make sure umsubscribe, umelike na kucomment. Mi najua utaona mengi sana kwa sababu bado tuko hapa baadaye sana, mpaka pale ambapo tutaamua bana tufungashe, turudi wapi? Nyumbani. Nadhani matukio yote utakuwa unayaona live bila chenga kupitia kabai sa mtumbadi na kupitia Masters TV. Mimi seme asante sana kwako.